Mheshimiwa Spika, la mwisho tunaenda uchaguzi, na ninashukuru kwanza chama changu kwa kale ka message kalikotoka jana eh, kalikotoka usiku ka kwamba tutachukua tarehe ishirini na nane. Nashukuru sana chama changu, sekretarieti, pamoja na waliotoa hayo maamuzi kwa bunge. Sasa tukonsentreti na bunge eh, tufanye kazi ya kibunge, tukutane hiyo tarehe ishirini na nane na mheshimiwa spika, nataka kuambia kwa niaba ya sisi wabunge tunaotokana na chama cha mapinduzi. Sisi sera yetu tunasonga mbele. Hawa wanaosema no reform, mimi nashauri kama kuna namna yoyote hata ya kuwapitisha mlango wa nyuma, waruhusuni, wasaini, tukutane nao. Hawana cha kutuambia. Kama walitafuta mlango wa kutokea kutokwenda kusaini, wapeni hata kwa ziada ili tukakutana nao majukwani. Mheshimiwa spika kwa kazi zilizofanywa na serikali ya Mama Samia mimi sioni hoja. Hata ukizunguka huko mtaani, unawaambia watu tuzuia uchaguzi, leta hoja. Mwanzoni kulikuwa na hoja yes, Hepa. watu wengi walitoka, hata walioenda shule wasomi, lakini leo tunaenda kuzuia uchaguzi kwa sababu ya madaraka? Hapana, wasitupe jezi, tunawasubiri, wasitukimbie. Tarehe 28 likiachiwa, tukutane kitaa, wote tunajua kuongea. Asante sana mheshimiwa spika. Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma, atafuatiwa na Mheshimiwa Eric James Shigongo, Mheshimiwa Hawa Mwaifunga ajiandae. na kushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze na mimi kutoa maoni yangu. Jambo la kwanza, nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri alizofanya kwenye kipindi chake cha miaka minne, kwa kweli mimi kama mwakilishi wa jimbo la Geita mpaka sasa tunasubiri tu tarehe ya kupiga kura ili tuweze kumwekea kura zake. Hatuna matatizo na kura zake kwa kazi alizozifanya mheshimiwa rais kwenye jimbo langu. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie podiamu hii kusema na mimi nipo bado kwenye kiti hiki, nitaendelea kwa sababu nimefanya kazi nzuri Mheshimiwa spika, nikushukuru sana wewe kwa kipindi chote cha miaka mitano umetuongoza vizuri sana. Najua umepokea mafomu wani wengi, lakini mpaka leo naona wote wako sawa, wamekuelewa tunakushukuru sana kwa kutuongoza vizuri. Mungu akubariki sana na kwa kweli wanambea hatutaki watuangushe. Na katika watu tunaokuombea wa kwanza uwe unaongoza kwa kura ni wewe, mheshimiwa spika. Watu wa Mbeya wametuletea mtu sahihi. Najua kulikuwa na maigizo, lakini baada ya kuondoa maigizo, hii ndo faida ya kuchagua viongozi wenye busara. Asante sana mheshimiwa spika. Jambo la tatu nampongeza sana, nimemwona mkuu wangu wa mkoa, nakushukuru sana Mheshimiwa Martin Sigera. Najua mimi pamoja na wabunge wenzangu wa mkoa wa Geita tuna mlinzi mzuri sana kwenye majimbo yetu, hatuna mashaka, hatuna mashaka, hatuna wasiwasi nimemwona na rafiki yangu Chongolo amecheka sana. Tunakukaribisha sana, karibu sana amecheka sana wakati mchangiaji akichangia hapa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, naomba nimweleze ndugu yangu Mchengerwa, Mheshimiwa Mchengerwa, Mheshimiwa Waziri, kwenye majimbo yetu, kwenye majimbo yetu, Mheshimiwa Spika, tuliwaahidi watu vituo vya afya. Ninakuomba sana mheshimiwa, sio kwamba vitatukosesha kula, lakini kwa sababu tuliahidi na serikali yetu ni sikivu, tunaomba zile pesa kwa ajili ya kujenga vituo vya kimkakati. Tulifanya mikutano tukaahidi. Wananchi wangu wa kata ya Rubanga wananiangalia hapa, niliwaambia tunajenga kituo. Sasa naomba ufanye namna yoyote ili tuweze kujenga kile kituo. Mheshimiwa spika, nataka nizungumze kidogo kwa upole hapa, najua katiba inaruhusu, sio dhambi, na Mheshimiwa Rais alitangaza juzi kwamba watumishi wote wanaotaka kuingia bungeni wamwandikie barua e, nimeona kamsururu kidogo ni karefu, wengi wamemwandikia waziri wa Tamisemi na wa mawaziri wengine. Hatuwaogopi, tunawakaribisha kuja bungeni, lakini Mheshimiwa Spika, nilikuwa nataka kushauri hii nyumba ni nyumba kidogo ya watu wanatakiwa tuwe wasafi, sio kichaka cha watu kujificha. Ni niombe Mheshimiwa, naona kuna watu wanasema orodha hii umeiona wapi, lakini waheshimiwa wabunge, wale ambao wanataka kujua nani kiongozi kwenye eneo lake anagombea, mtamwona. Mheshimiwa Msukuma atawajua, Mheshimiwa Msukuma. Intelejensia inakuwa na baadhi ya watu, sio kwa wote Nakushukuru mheshimiwa, nilikuwa nashauri mheshimiwa Mchengerwa, wale ambao wameandika kuja kwako kutaka kuingia kwenye hili game ya siasa tunawakaribishana, ni swala la kikatiba, lakini kabla hujawapa izini ya kwenda kugombea, nikuombe mheshimiwa waziri na kupitia bunge lako, hebu wapelekee special audit kwanza, wakiliwe kwanza, waje wakiwa wasafi. Yani naona kama tunajikaanga wenyewe, tunatoa kulia, tunaweka kushoto na mtu akishaingia humu ameshavaa kinga, hawezi kuitwa. Kabla mtu hajaachia kiti chake kuja kugombea ubunge, peleka special audit kichere. Nimemwona hapa, ili wakija kwako na ile barua kwamba huyu hana matatizo, ndo waje huku. Huku hawezi kukwapua huku, tena wakaje kugombea ubunge? Haiwezekani. Mheshimiwa Spika, naomba sana hilo, vyombo vyote mlizingatie, na mheshimiwa waziri kabla hujawaruhusu, waruhusu kuja kugombea wawe na barua zinatuonyesha hawa watu ni wasafi. Na mimi mheshimiwa spika, bahati moja nzuri mimi, kwenye jimbo langu nikiletewa kiongozi kama mkurugenzi wa kwanza kwenda ofisini kwake, huwa ni kwa mimi, namuuliza nipe plani yako ya baadaye, unataka kwenda kwenu kugombea ubunge au unataka ukurugenzi. Mimi bahati nzuri naletewa watu wanakaribia kustafu, hakuna anayesumbua watu kwenye ubunge, kwa sababu najua mimi kahalimashauri kangu ni kachanga. Ukianza kukakwapua tena kwenda kutunza za ubunge utanimaliza. Kwa hiyo naomba sana mheshimiwa spika, hili swala kwa manufaa ya wabunge wote, naomba hizi barua zi special audit zitembee, ili tupate watu wasafi viongozi. Mheshimiwa Spika, lingine nitaka kutoa ushauri. Tuna TASAF, TASAF iko utumishi, lakini ukiangalia kazi za TASAFU nyingi tunazifanya halmashauri. Nilikuwa nadhani mheshimiwa spika, ikiwapendeza, TASAFU irudi TAMISEMI ili tudili nao moja kwa moja. Kuna kitu Mheshimiwa Spika, wenzangu mnaotoka vijijini mnafahamu. Familia maskini zilizokuwa zinapewa pesa na tasa yani ya 30. Yaani yamekuja masharti tunajiuliza hawa watu waliotengeneza haya masharti wao wanakaa dunia gani? Zile familia maskini wale wazee, ili ili apewe zile hela alizokuwa anapewa mwanzo lazima akalime barabara. Mbunge unafanya ziara unakutana na bibi wa miaka sabini, sitina, amepewa hatua kumi za kuparidia utaendelea na ziara au inabidi umsaidie na unajiuliza unajua tuko tofauti mtu aliyekulia bofro na siagi huwezi kulinganisha na mtu amekulia uji wa mwogo afu na lima mpaka saa kumi na moja. He? haya mawazo yanafanyika kwa watu ambao hawafanyi research vizuri vijijini kule vijijini ukikuta mtu ameshakuwa mzee kwanza amezaa watoto kumi na sita alafu naenda kumpimia hatua kumi ili umpe elfu thalathini hii serikali ni tajiri sana Mheshimiwa. Nilikuwa nadhani haya majukumu yarudi moja kwa moja kwa wakurugenzi, ili tudili nao na hawa waliotengeneza huu utaratibu sio sahihi kabisa. Familia maskini, mtu mzee aliyekimbiwa na watoto wake, amewasomesha, mko mjini, mmeniga tai, mama analima vibarua tena vya kulipa elfu thelathini. Hili nadhani pia tunahitaji kuliangalia, lakini nashukuru Mheshimiwa Waziri, umezungumza swala la mwendokasi. Kwanza nashukuru kwa kuwa unachukua maeneo machache machache ya ushauri wetu sisi wazoefu Mheshimiwa, bado tatizo sizani kama tutaritibu kama serikali. Wewe ndo unanunua magari afu unampa mtu kuendeshwa, kila mtu anatafuta faida, kila mtu anatafuta faida. Mi siwezi kufanya kazi ya bure, lazima atachukua changu, tuje tukutane kwenye makaratasi, kwenye matatizo. Nadhani mheshimiwa, kama tumeweza kujenga miundombinu mi ile jukumu la uendeshaji tuwape sekta binafsi, yeye mwenyewe na kila kitu cha kwake. Na hii kazi si lazima tuwape wageni, si lazima wako watu wa Tanzania kabisa wanaoweza kufanya hizo kazi, kupeleka mabasi Mbagala. Kama mtu ana gari mia anapeleka mpaka Rungwe, yani kwenda Mbagala, tunahitaji kuleta watu wazungu kweli? Ninadhani research zenu, na hawa wanaokuja hawana uchungu na Watanzania, wao wanakuja kuchuma ili waende kwao. Kwa hiyo hizi kazi ambazo tunaweza kuzifanya sisi wenyewe, ninadhani kuna umuhimu wa kuwapa watu wazawa, ili waweze kufanya hizo kazi.